Mtoto, mbona unaingia kwa watu bila hodi? Hello. Yaani na kuhakikishia tukimaliza kuongea hapa na kutumia elfu kumi kati ya simu tuongee, sawa? Subiri kidogo, hivi wewe unajielewa kweli? Kazi yako ni kuongea tu kwa simu? Wewe umekuja nini hapa nyumbani? haujui kama ni hatari wewe Umesahau tuliongea nini jamaa? Sasa ndio unifuata hapa nyumbani, usingesubiri mimi mwenyewe nije huko? Kwani ulisema unataka kumtoa ndugu yako kafara? Ndio, nilisema nitamtoa ndugu yangu kafara. Mimi nahitaji utajiri, nataka hela za kukidhi mahitaji yangu, ndio maana nataka nimtoe ndugu yangu kafara. Sasa nimepata wazo. Umepata wazo? Wazo gani? Kuna mganga nilizungumza naye, akasema atatusaidia. Hmm. Kwa mganga naomba tulifanya wakati mwingine kwa sababu ndugu yangu pia unamjua, nikisema naenda saa hizi kwa mganga atahisi kitu, maana namjua vizuri ndugu yangu. JB, hutakiwi kuogopa kwa, kwa hili sawa. Usijali, mimi mwenyewe nitakutafuta. Mimi naenda nyumbani, tutaonana baadaye. Usiniogope. Usikuogope. Mbona kama vile wewe ni mgeni sana? Inamaanisha sijawahi kuona kwenye hii kijiji ama ndo mmehamia juzi? Ndio, tulihamia juzi. Oh, hmm? ulikuwa unasemaje? Ama wazazi wako wamekutuma, wake wamekutuma, natakiwa kuwa makini Unamaanisha nini au una maana gani ukisema hivyo? maisha yako yako hatarini. Sawa, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa vizuri. Nitakuwa makini, usijali kuhusu hilo, lakini hata kama umesema niko hatarini ama maisha yangu yako kwenye hatari, mimi sijakuelewa una maanisha nini, na kama ningejua, ningejua suluhisho ama ningejua maadui zangu ni nani? ningejua kujilinda Usijali kuhusu hilo, mimi ndakusaidia. Utanisaidia? Wewe ni mtoto mdogo sana, ila maneno yako ni mazito sana, mbako umenichanganya. mimi naondoka, ila kumbuka kuwa makini. Sawa, usijali kuhusu hilo, ndakuwa makini. Yaani wewe mpaka muda huu bado unalala. Wewe unajua vizuri hatuna mwanamke humu ndani wa, wa kufanyia usafi. Unataka nani akufanyie usafi humu ndani? Mimi nilichoka sana jana. Ndio maana nimepitiwa na uzingizi. Yaani sikiza nikwambie. Wewe ni ndugu yangu lakini nakuchukia. Yaani nakuchukia vibaya sana. Yaani sijui nianze kuambia na nakuchukia. Sawa, lakini bro. Lakini nini wewe mshenzi wewe? Yaani mpaka muda huu bado unalala. Unaniambia lakini lakini kitu gani? Wewe wewe, yaani nakuchukia wewe. Wewe yaani, siku moja nitakuchukua nikufunge ndani ya gunia na niende nikutupe baharini wewe. Hiyo ni njia moja ya kukuonyesha namna gani mimi ninavyokuchukia wewe. Yaani nilivyokuambia, nitakukunja kunja tu, siku moja nikuweke kwa gunia, kisha niende nikutupe baharini. Shenzi kabisa wewe nichukuliaje mimi Eh eh eh. Wewe. Yaani mimi natoka hapa naenda kufanya kazi alafu kazi yako hapa ni kukula vitamu tu. Hebu lete hapo, yaani wewe. Mm, tamu kwelikweli! Kwani ulitoa wapi? Alafu nisikize nikuambie, vitu vitamu kama hivi mimi ndio natakiwa nikuwe nikila kila wakati kwa sababu mimi ndio nafanya kazi, wao wafanye kazi. Kazi yako ni kukaa tu. JB, mbona unakuwa na roho mbaya kiasi hicho? Kumbuka tangia asubuhi mimi sijala kitu chochote. Kuna ugali ulibaki jana, niliamka umekula kila kitu. Sasa unataka mimi nifanyaje? Unataka nife na njaa? Muone kwanza, nakuchukia wewe enyewe. Tamu hii Kwanza onja hii. Eh, tunachukua tunachukua nachukua nani? Hii vitu zenyewe kwanza ulitoa hapo ya kununua. Au umeiba wewe. Wazazi wako kujilea tu kweli hivyo. Mbona unakuwa na rombae kiasi hicho? Usije kwa umeiba ni kule vitu ni fura tu mbapo. Hebu onja hii kwanza. Hebu acha ujinga, unapeleka wapi mkono? basi naomba unibakishia angalau japo kidogo maana mimi na njaa kinoma. Uliweke hili akilini, weo nakuchukia mbaya wewe, nakuchukia yani, nakuchukia wewe, nakuchukia, hebu basi kuwa na huruma, kuwa na ubinadamu, unasikia wewe? Yaani nakuahidi tu siku moja nitakuweka kwenye gunia niende nikutupe baharini JB. Hebu basi kuwa na ubinadamu, kuwa na roho ya kibinadamu basi. Mi mwenzio sijala kitu chochote tangia jana, mbona unanidhulumu? Mbona unifanyie hivi? Huwu, unajua huyu ni ndugu yangu, alafu nifanyia hivi, hmm? hivi jamani eh! Lakini bro, unasemaje wewe, unatoa nguvu ya kujibizana na mimi wewe.